Karibu sana mdau wa Bongo Class, somo letu la leo litahusu sababu za kuwashwa sehemu za siri. Hili ni tatizo linalowapata wanawake na wanaume, na mara nyingi huleta usumbufu mkubwa, aibu, na wakati mwingine hofu. Kuwashwa sehemu za siri hakumaanishi daima kuna ugonjwa hatari, lakini ni dalili muhimu ambayo haipaswi kupuuzwa. Leo tutajua chanzo chake ili tujue lini ni kawaida na lini inahitaji matibabu. Muktasari wa somo letu. Katika somo hili tutazungumzia sababu kuu za kuwashwa sehemu za siri tukigusa yale yanayohusiana na maambukizi, usafi, mzio, mabadiliko ya homoni na matumizi ya bidhaa fulani. Pia tutajifunza jinsi ya kujikinga na tatizo hili. Utangulizi wa somo letu. Kuwashwa sehemu ya uke na uume ni hali ya kutaka kujikuna au kuungua. Mara nyingi huambatana na dalili nyingine kama kutokwa na uchafu harufu isiyo ya kawaida au maumivu wakati wa kukojoa au kufanya tendo la ndoa. Chanzo chake kinaweza kuwa kimoja au mchanganyiko wa mambo kadhaa, ndio maana ni muhimu kuelewa kwa undani ili kujua njia sahihi ya kukabiliana nacho. Sasa tuingie kwenye somo letu. Moja, maambukizi ya fangasi, yeast infection. Hii ndio sababu ya kawaida zaidi kwa wanawake. Husababishwa na fangasi wanaoitwa Candida albicans, ambao hupenda kuishi sehemu zenye unyevunyevu. Wanapoongezeka kupita kiasi husababisha kuwashwa, ute mweupe mzito kama maziwa, na hisia ya kuungua. Mambo kama kuvaa nguo za ndani zinazobana, kutokukauka vizuri baada ya kuoga au kutumia dawa za antibiotiki bila ushauri, vinaweza kuchochea hali hii. Mbili, maambukizi ya bakteria. Hapa usawa wa bakteria wazuri na wabaya kwenye uke unavurugika hali hii husababisha harufu mbaya kama ya samaki, kutokwa na ute wa kijao au mweupe, na kuwashwa. Mara nyingi hutokea kwa wanawake wanaotumia sabuni zenye kemikali kali au kufanya usafishaji wa ndani ya uke kwa mara kwa mara, duching. Tatu, magonjwa ya zinaa kama vile trichomoniasis, chlamydia au gonoria. Haya huleta kuwashwa, maumivu na kutokwa na ute wa rangi tofauti. Baadhi ya magonjwa haya yanaweza kuathiri hata mfumo wa uzazi iwapo hayatapatiwa matibabu mapema. Ni muhimu kumwona daktari na kupima mara moja unapohisi mabadiliko yasiyo ya kawaida. Nne, mzio unaosababishwa na bidhaa fulani. Sababu nyingine ni mzio unaosababishwa na sabuni, manukato, pad au dawa za kusafisha nguo. Kemikali zilizo kwenye bidhaa hizi zinaweza kuathiri ngozi nyepesi ya sehemu za siri na kuleta mwasho au vipele. Njia bora ni kutumia sabuni laini isiyo na manukato na kuvaa nguo safi zisizo na mabaki ya sabuni. Tano, ukavu wa uke kwa wanawake. Hasa kwa wanawake walio katika kipindi cha koma hevi au wanaonyonyesha, kupungua kwa homoni ya estrogen husababisha ukuta wa uke kuwa mwembamba na ukavu, hali inayosababisha kuwashwa na maumivu. Matibabu ya kurejesha unyevunyevu yanaweza kusaidia baada ya ushauri wa daktari. Sita, usafi duni au usafi pita kiasi. Kutokuosha vizuri sehemu za siri kunaweza kuruhusu bakteria kuongezeka na hivyo kusababisha mwasho. Lakini pia kuosha mara nyingi sana au kutumia sabuni kali hupunguza bakteria wazuri wa ulinzi na hivyo kuongeza tatizo. Njia bora ni kutumia maji safi pekee au sabuni laini isiyo na harufu. Saba, kuwashwa kutokana na nguo za ndani. Nguo za ndani zinazotengenezwa na sintetik kama nailoni haziruhusu hewa kupita vizuri. Hii inafanya unyevunyevu kubaki ndani na kuchochea ukuaji wa fangasi au bakteria. Ni vema kutumia nguo za pakani au katani ambazo huruhusu hewa kupita kwa irahisi mene. Sababu nyingine: kisukari kisichothibitika vizuri huongeza uwezekano wa fangasi, msongo wa mawazo hupunguza kinga ya mwili, kuwa na magonjwa ya ngozi kama eczema au karibu na sehemu za siri. Je, wajua Uke una bakteria wazuri wanaoitwa Lactobacillus wanaosaidia kudhibiti usawa wa mazingira ya uke. Kutumia dawa za antibiotic bila sababu maalum kunaweza kuua bakteria wazuri na kusababisha mwasho. Si kila mwasho unamaanisha ugonjwa wa zinaa, hivyo usihukumu mwili wako kabla ya kupima. Hitimisho la somo letu, kuwashwa sehemu za siri ni tatizo linaloweza kutibika kirahisi endapo litagundulika mapema. Ni muhimu kuwa msafi, kutumia bidhaa salama Kuepuka kuvaa nguo zinazobana na kupima afya mara kwa mara. Ukiona mwasho unaoendelea zaidi ya siku kadhaa au unaambatana na maumivu na harufu, tafuta ushauri wa daktari bila kuchelewa. Kujitunza ni sehemu ya kujiheshimu na kulinda afya yako ya uzazi.